niweke tu mahali iko tu kwa nyumba. Na kaniambia ile suku, roho yako itakutuma kutoka nayo nje, ndio siku ya mwisho utaileta, waiweke kwa msalaba hapo, mwenye atabatika ajue hii kitu ya maana ataichukua. Ulianza kupata hayo maono? Mimi nilikuwa mkatoliki tu, nilikuwa tunaenda kanisani mtu kawaida, but nilikuwa napenda kusema mwana wa Mungu, na sijui hata watu walikuwa wameniwekea jina hilo, sikuwa E, wananiita mtoto wa Mungu kwa maana alikuwa anapenda hiyo kitu, na sikuwa najua kama kuna kitu ndani mwa. Hasa alikuwa analala kwa hiyo mlima, yenye alikuwa anakuambia hapo inaitwa mlima hii ana ngoma tu hii uh -huh. hmm. Hasa hapo mlima nilikuanga nikitoka hapa mbio nitasimamia juu, hata sichoki, hata wezi jua nimefika aje. Tunaongea watu hata walienda wakanstaki kwa chief, wakaambia yeye eh, akuja ambie bwana wangu anikataze kusumbua watu na makelele usiku hmm.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 Sisikii njaa, hiyo tu ndio ilikuwa tu chakula na nasikia, sisikii njaa. Hasa ikifika asubuhi, sa zingine wananituma Uganda. Nilikuwa natembeanga tu kama mwendazimu, nikitangazia watu neno la Mungu, lakini naponya mahali yake. Nituma kuna mgonjwa, nikienda tu kwa yule mgonjwa nakuambia, wewe unakojeka kitu fulani, unakubali nikuponye? Akikubali nachukua hiyo magonjwa, ninaanza mbio, narudi nikirudi hapa, nakuniambia mbio wapi? Kwa mlima Hivyo tu kila siku. Ukichukua magonjwa yake na napona na na, na tu saa hiyo hapo, ndio watu walikuja wakaanza kujua huyu mtu wako na ki, na kitu. Akanituma hata kwa hospitali Masafu, nienda kwa wodi. Nilipoingia kuna mzee alikuwa anaenda kufanywa operation kwa mataka hapa, alikuwa amemwekea sindani. Nikamuuliza wewe mzee, unataka kutembea? Kasema ndio nataka upone na kaamuka tu akaanza kutembea na sindani kwa mkono, alienda nayo, na mimi nikatoka. Daktari hakuniuliza chochote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 Ingia hapo na ufanye kazi yangu. Watu wanatoka mbali wengi mm, ni wengi yes. Kila siku watu mm, watu ni wengi mm. Uganda napata watu wengi, Kenya hii mzima kila mahali watu wananijua, na kuja tu hapa kuomba mm. Na hapa mimi Mungu aliniambia mtu akiwa mgonjwa na kuombea aende hospitali, sikatazi mtu mm. Na tena unapokuja lazima nitakuuliza maswali, uliendako hospitali, wale kwambia hii ni nini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 na walipata wali wabibi, wameshazaa watoto wameleta mbuzi, walileta wa, wa ndama mbili. Hmm. Tuka nilistuka tu kama kuko mwangaza kila mahali kwa, kwa Rome. Tulikuwa wawili kwa Rome. Sasa vile tulikuwa wawili mimi nilistuka kabisa, nikashukwa na bumbuazi mwangaza kafikiria, wametuingilia, ingawaji tulikuwa na stima. Nikafikiria mtu wametuingilia, wameweka on bulbs kwa, angalia bulbs, hakuna lakini, kila mahali unaona kila kitu light, light. Kwa hivyo nilistuka sana, nilistuka, na nika, nikaanza kusikia sauti, na huyo alikuwa nalala kama amelala sasa sauti ikaanza kutoka kutoka, nikaona anaamuka akaamuka, kwa sababu alikuwa anaita Maria, Maria, Maria, mdomo tatu, ndio akamu, akaamuka akaja akauliza, ni nani Maria? na ile sauti kamji, kamjibu. Kwa hivyo na hiyo sauti, wapi unasikiza? Mimi nilisikia, tulikuwa wawili, mimi nilikuwa nasikia, mimi nilikuwa nasikia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 ikianza hata usiku alikuwa anazunguka kwa hizo maboma zote, wanaita ah, huyu wazimu sijui nani sijui nani. Wengine walikuwa wanamkubalia wanapiga magoti na waombea, wengine wana wanasema ah, wanamlaani wana haya hii hii hi, hi, ni mapepo toka hapa, toka kwa boma yangu, wanamkemea. So wenye na vile huwa naangalia katika hii kijiji, mahali penye alienda, wakamkemea hakuko kuzuri mpaka